Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa sawa na Ramadhan 27 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 Tanzania Half Marathon Season 4 na njia ambayo itakufanya e, wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.runfortzmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783639335. Kumbuka ni siku ya Jumamosi April 19 mwaka 2025 viwanja vya farasi Oster Bay, Dar es Salaam. Gazeti ya habari leo katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tuwajibike, ahimiza uadilifu, wazi uzalendo, aridhishwa ufanisi ripoti ya CAG utendaji TAKUKURU. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika TAKUKURU ya baini kasoro tano kodi ya zuio, Tanzania ya ng'ara kukabili rushwa EAC Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili mashirika 31 halmashauri mia moja na kumi kicheko ripoti ya CAG habari katika ukurasa wa tatu. Serikali yawekeza trilioni 2.9 taasisi 56 habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Bomba la mafuta lapata ufadhili mradi ukifika asilimia 55 habari katika ukurasa wa tatu. Madiwani hakimu meneja TANESCO hatiani maadili habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba Gazeti limeandika makusanyo GST juu ya asilimia 92 miaka minne, habari katika ukurasa wa 3. CRDB kutoa milioni 240 magari matano kwa wateja, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hile. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, kejela habari Tanzania, pata nakala yako, some ka ndani zaidi, pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu na gazeti mwananchi lenye habari limepewa kipaumbele. Ripoti ya CAG TAKUKURU, shughuli bado nzito licha ya kuimarika kwa baadhi ya maeneo ikiwemo vita dhidi ya rushwa. CAG abainisha hasara kubwa kwenye mashirika, kutolipwa stahiki za watumishi wa umma hadi chafu za pungua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kwa upande mwingine, hadi June 2024 IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Kimarekani milioni mia moja arobaini na nane sawa na bilioni mia tatu themanini na tisa nukta nane bilioni zinazodaiwa na serikali tangu Februari ishirini na mbili zinazotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. CAG Charles Kichere. Lakini pia gazeti hili limeandika hasara mashirika mashirika ya umma ikiwemo TRC, ATCL na TTCL imepata hasara inayofikia bilioni mia tatu arobaini na mbili nukta nane DRC yaongozwa kwa hasara ya shilingi bilioni 224. Udhibiti wa rushwa, viwango vya kuzuia rushwa Tanzania imepanda, sasa iko nafasi ya pili ya Afrika Mashariki. Pia mwaka 2023-2024 imeokoa bilioni 30.1. Hati safi tofauti na miaka iliyopita, CAG si amesema hati zinazoridhisha ni 1295 asilimia 99.5, zenye shaka tano na moja ndio mbaya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili ikigusa madeni ya watumishi, sija amebaini watumishi wa umma wanadai shilingi bilioni 311.9 katika taasisi 269, hivyo wameshauri fedha hizo zilipwe. Lakini pia gazeti hili imeandika maeneo hatari kwa ugonjwa wa silimundu kwa watoto, habari katika ukurasa wa 12. Vigogo sita wakutwa na hatia baraza la maadili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, Arfons Kulumba, Mwijuma Kihio, Musa Bohora, Mwandei Mohamed, Creofas Mzirai. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Gazeti hili imeandika sekta binafsi yaliya wageni kubeba fursa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Chadema isiposhiriki uchaguzi itajipoteza hii ni nukuu, ambao undani wake wameandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kutoka kule Moshi, katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makala amesema chama hicho hakitabembelezwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Mwenezi wa Bawacha simulia alivyopigwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tunitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia utafanyia kazi maoni ya CAG, ni pamoja na mapendekezo yatakayotolewa na Bunge, afurahishwa kuongezeka kwa ufanisi matumizi ya rasilimali za serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. CAG ataja mapungufu ukusanyaji kodi, anika mashirika ya umma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. IPTL ya idai TANESCO bilioni 238.71. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne gazeti hili. CAG: deni la serikali ni himilivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG wa Tanzania Charles Kichere amesema deni la serikali limeongezeka kufikia trilioni 97.35 Juni 30, 2024 kutoka shilingi trilioni 82.25 mwaka wa 2022/2023. Kwa mujibu wa CAG, deni hilo ni himilivu kutokana na viashiria vikuu alivyovitaja ikiwemo na thamani halisi ya deni na pato la taifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Gazeti limeandika Wasira azidi kuivacha Dema na no reforms no election. Habari katika ukurasa tatu. Wauguzi wa kunga waendelea kubeba dhamana kama serikali ilivyowekeza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Moto mkubwa wa misitu wa watu 24 Korea, habari katika ukurasa wa 19. Kuchelewa kwa muswada wa sheria ya habari kunaweza kuwa kikwazo Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunitazame sasa gazeti ya Nipashe ya mwanga wa jamii, katika ukurasa wake mbele limeandika, ripoti ya CAG, Takukuru kuna haweni kilio. Habari ni katika ukurasa ukura wa pili, wa tatu, pamoja na ukurasa wa nne, gazeti likiandika ufanisi wa ongezeka TRA ya pongezo makusanyo ya kodi, taasisi moja tu yapata hati mbaya, halmashauri sabini na mbili za shindwa kufikia lengo la makusanyo, ulaji bado upo katika baadhi ya maeneo utendaji umeimarika, mabilioni ya okolewa, wabadhirifu wafikishwa mahakama ya mafisadi, mikasa kadhaa ya rushwa ya mulikwa. Habari ni katika kurasa hizo, lakini pia gazeti hili imeandika nukuu ikisema, taasisi hizi mbili TAKUKURU na CAG zitaendelea kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo mkubwa kwa manufaa ya taifa. Serikali itafanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan nukuu nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni hadi sasa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege haijazalisha nguzo wala kujenga maabara ya kupima nguzo za umeme licha ya kulipwa bilioni sita nukta sita. Hivyo inashauri serikali ivunje kampuni hii. Hili ni nukuu ya Charles Kichere. kwa mujibu, kwa mujibu wa kipimo hiki nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri zaidi katika kipindi cha kuanzia mwaka 2014 hadi 2024 taarifa zinaonesha Tanzania imepanda kwa alama kumi trub na trat 1184 kesi zilizoko trub na trat za shikilia trilioni kumi lakini pia fedha mbichi bilioni 3.45 halmashauri 37 zilikusanya shilingi bilioni 3.45 ambazo hazikuwekwa katika akaunti rasmi za serikali Sauti ya wadau ukurasa wa dao, kurasa mbele wa gazeti hili umeandika kutowachukulia hatua wanaobainika kufanya ubadhirifu, kuna ashiria kuna kulindana kati ya viongozi wenye mamlaka na wapigaji. Mkurugenzi wa uchechemuzi na maboresho wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, Fulgence Massawe. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu na wa nne. Gazeti limeandika nemkeonesha fursa zataka kujikomboa kiuchumi, habari katika ukurasa wa nane. Lakini pia gazeti hili limeandika vigogo sita wakutwa na hatia baraza la maadili, habari melika kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Makala Mbeya itaendelea kuwa ngome CCM, habari katika ukurasa wa tano ununuzi wa mazao mizani ya kidijitali kilo zinaonekana kwa mjasiriamali mali, kwa mrajisi wa ushirika, simu ya mkulima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe mkurasa wake wa mbele ukiandika Yanga msimamo ule ule, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli ni wazi lenye habari iliyopewa kipaumbili ni ripoti ya CAG Takukuru kufanyiwa kazi. Dr Samia Wasira asema uchaguzi mkuu upo kama ulivyopangwa, habari katika ukurasa wa pili. Serikali inadhamira kuleta mageuzi ya afya Mazurui, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili limeandika taarifa utekelezaji mikataba ya kimataifa zitolewe, Dr Harun, habari katika ukurasa wa pili gazeti limeandika kinara biashara ya mirungi samea naso wa habari katika ukurasa wa 18. Ni jaa ya baada ya rais mpya habari imeandika kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika uwazi, utawala bora umeimarika, ni msisitizo wa rais Samia akipokea ripoti ya CAG na takukuru Tanzania yaendelea kung'ara mapambano dhidi ya rushwa. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika majaliwa awatangazia vita wadokozi wa fedha za dawa. Habari katika ukurasa wa nne. Kamati ya bunge yatoa maagizo kwa CAG. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wasira aichongea Chadema kwa wananchi, wataka wananchi waulize itatumia njia gani kuzuia uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa nne. Bima ya afya kuboresha maisha ya watu. Habari katika kwenye ukurasa wa tatu. Profesa Janabi chaguo sahihi kwa maendeleo ya afya Afrika. Habari katika ukurasa wa 24 vigogo sita hufikishwa katika baraza la maadili. Habari katika kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hile, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwana Spoti linyw, katika ukurasa wake wa mbele limeandika ipo haipo, habari picha inaonesha viongozi mbalimbali wa Simba, Yanga, bodi ya ligi pamoja na wizara, gazeti likiandika kikao kizito, majadiliano ya kutafuta suluhu kuhairishwa Kariakoo dabi yamechukua takriban siku nzima hapo jana, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika kikwazo cha Simba Kafu Fado agundua cha kufanya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Azam yafuata kipa AS Vita, klabu hiyo imekuwa ikifuatilia kiwango chake na kubaini kuwa, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tabora United Kagera Sugar kumaliza msimu wa habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili gazeti hili likiandika masta hawa wapo kikaangoni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, habari picha kimonesho nana pamoja na magwaya. Lakini pia gazeti hili imeandika Bundesliga leo Ijumaa ni Leverkusen dhidi ya Bochum, mchezo ulipigwa saa nne kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Bwana Spoti usome kwa ndani zaidi ya habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele gazeti Habari, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Yanga Simba zavutana kwa Profesa Kabudi, Simba yapenya robo fainali. Gazeti likiandika Simba imefuzwa hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho la CRDB baada ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya bigman uwanja wa KMC complex Mwenge, Dar es Salaam. Gazeti hili limeandika ujenzi uwanja wa Dodoma waanza. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Koleta sipangiwi, maisha naishi nitakavyo, habari katika ukurasa wa ishirini na moja nane za fuzo makundi ya ligi ya mabingwa mikoa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti habari leo linakamilisha rekuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa toka zamani TV.